Wa wenzangu wakaelewa, lakini mimi sikujali na wala sikuziona pesa za wazazi wangu. Nilipokuja kufeli sasa, zilikosa nafasi kubwa sana, sababu mie ningekuwa hapa, siko tena nchini. Lakini nilipoteza nafasi hiyo kwa wazembe wangu, nililia sana na nsini no, Wenzangu msiwe hivyo, mujua muhimu wenu, kila mwanafunzi hapa Asante kwa majina, naitwa Jasmin Juma Isa, metokea Kizibani Zanzi. Nakumbuka siku moja nilivyokuwa bara, niliambiwa nende nikaombe moto kwenye java. Hasa kulikuwa kama kuna utelezo fulani evu kwenye nyumba ya waku, nikaweka ule moto, alafu nami nikatelea Sasa <laughs> sijavaa nilikuwa sijavaa nguo <laughs> Nikasema, nikaugua sitokuja kusukutu tena kufanya huu mchezo. Mpaka leo sikae kwenye vibaraza vya kuboresha ndugu wa nikao, sitaki muda mrefu kwa siku hii, nyonya kabisa kwa. Niliwahi nilimpenda sana baba yangu, na nilimwahidi kwamba siku moja nitakuwa kama wewe, japo kwa sitaweza kuwa mwanamume, lakini nitajitahidi kuwa kama wewe. Alikuja kunivunja moyo sana siku ambayo alikuja kumwacha mama yangu. Nilijiahidi kwamba lazima nilijiahidi kwamba lazima nitafanya juu chini nisaidie familia yangu. Baba alikuwa na pesa sana So alituzoesha maisha ya kifahari nguo, shopping, mavazi ya juu, soma skule yenye pesa na nini, na nini, angu, sheria, na nini na nini. Alipocheka mama yangu, aligo straight kwenda kwenye sheria na alinyang'anya mama kila kitu. Kwa mama alianza nikizungumzia kwamba mwanzo, so alituambia sisi kwamba mama, kwa mama yako mimi nikamwambia ni sasa stand na mama yangu. Umemkosea. Na wewe ndio unafanya kosa. So nika stand na mama yangu. Japo nilikuwa ya vigumu kwa sababu aliniahidi kwamba sitakulipia ada, sitakuhudumia, sitakupa pesa ya shule, sitakupa chochote. Nikamwambia bado nitasimama na mama yangu. So for that school list ni masihara, ni tani. So nikuomba school siku hiyo akaja nani ile secretary, nani ile accountant manager akanambia, Sabina, hujalipiwa ada kabisa. So nikatoka pale nikafika nyumbani nikamwambia mama, mama akafight, akasema usijali, nitatafuta njia. Akaanza kukopa akaanza kufungua maduka akaanza kufungua migahawa kuuza vyakula kwenye packet. Kwa kweli kwa mishi mzuri sana, alianza kufan..., alianza kuhangaika tena, mwanzo kama anapoanza kitu chochote kile, alihangaika sana, sio <tesscough> na mimi nikamsupport. Alikuwa anafungua duka, kwa hiyo nilikuwa nikitoka shule napita pale na uniform zangu kwa ilinifunza kuwa mkakamavu na kupambana na changamoto. So tulifight, tulifight, mwisho wa siku tukapata pesa, ndio alikuwa daktari kwa tu, akapata pesa, tukachanga zile pesa zote, mimi nazipata dukani, mama nazipata kwa chakula, ndio nazipata wapi, akazunganisha zile pesa, nikalipiwa ada. So nilipolipiwa ada, then after that nikasoma, nikasoma mwaka tena, na mama alianguka kibiashara, si mtaji, nilikuaje? Kwa sababu pesa ile ile baadaye zungushia kwa, nabidi alipe umeme, alipe chakula nguo ni ni watu mahitaji ya kila siku, sio ile pesa mtaji, kama ukagoma kidogo. Kwa nivyomaliza hapa shule nikajiunga, nikajunga na Tumekuja <laughs> sasa ama rafiki zangu <laughs> Mauza mchanga <laughs> narishua mawe, natuganwa but hili nifunza kwamba mama yangu nyuma mgongo wake alikuwa anapitia mambo magumu sana, kwa sababu alitafuta kila kitu akijua kwamba one day wanagutakua kupata kitu fulani fulani fulani, lakini hata kuja kuondoa, alipigwa mawe mengi sana, lakini alikuwa mkakamavu, watu walimsema Yesu Until, na nashukuru Mungu mba. Ana nyumba, ana gari, ana kila kitu, naishi vizuri. Japo sio kama mwanzo, lakini pia kila siku namkumbusha baba kwamba mama yangu ni mtu muhimu sana, na amenifundisha kwa mwanamke mkakamavu, na siogopa mtu yoyote, naweza kusema kitu chochote mahali popote. Asante.